Kila siku nikienda kuchotea maji, wewe mbwa wewe. Yani, naona kama itoshi, natamani niweke tu yote niku nzuri. Akija kesho, anapenda vyabule vyabule, lazima ugharamie. Yani vyabule lazima ugharamie Kama kawaida weka tuweke bandu tubandue. Yaani, kama ananipenda vile, anafanya makusudi. kila likije kani analia Jamani. <laughs> aina ya kuoa